Lipo hapo kwa niaba ya mikoa miwili au wilaya mbili ambazo mradi unatekelezwa. Kupitia mradi huu tayari tumeshatekeleza mambo ya msingi ambayo yanaenda sambamba na mkataba wa itifaki ya Afrika. Lakini kwa mkataba huu haujaidhinishwa katika nchi yetu, lakini tayari tumeshajengea uwezo wasichana na wanawake viziwi. Wamepata mwamko ambao wanaweza kudai haki zao, kupinga unyanyasaji wa kijinsia na kukuza kipato chao katika uchumi. Kupitia hawa mabinti ambao wamepata mafunzo tayari, wameshaanza kujikimu katika maisha na katika uchumi wao ambao wanaopata kweli, walikuwa wakinyimwa anakukandamizwa kwa kukosa haki zao kwa sababu walikuwa hawana mwamko, lakini sasa hivi wamepata mwamko na wanazipambania haki zao wao wenyewe, na tunataka tuoneshe kwa upendo. Tunashukuru sana ADD kwa kusapoti idara ya wanawake, kwa sababu imetumairisha sisi tuweze kusonga mbele. Tunashukuru sana, lakini tunaomba serikali iweze kuridhia na kuidhinisha uh, huu mkataba wa kimataifa wa itifaki ya Afrika kwa njia hiyo, tunaomba wewe ufikishe uh, ombi letu kuhusiana na kuidhinishwa kwa itifaki ya Afrika, na iliweze kuidhiniwa na kusainiwa, na sisi tuweze kutekeleza kama nchi nyingine ambazo zimeweza kufanya hilo, kupitia nchi kumi na saba ambazo zimeshafanya na kuridhia mkataba huo, katika hili litahusisha mazingira yetu ya Kiafrika. Acha nialike wenzangu.